Rais Dr. Samia Suluhu Hassan jana usiku alifanya tena uteuzi. Ikiwa ni mwendelezo wa kile ambacho alikiahidi wakati akihutubia mkutano mkuu wa ALAT pale eh, jijini Dodoma. Aliwaambia wale wateule wake wote kwa ngazi ya wakuu wa mikoa, marasi, wakuu wa wilaya, madasi na hata wakurugenzi wanaotaka kwenda kwenye kugombea wajiorodheshe na kisha baada ya hapo orodha hiyo aipate, ili kuhakikisha kwamba anaziba ombwe mapema, ili kusiwe na kuacha nafasi ya utendaji. Jambo ambalo lilifanyika jana na wengine liwaacha katika hali ya kustaajabu, ni kama walikuwa hawajafikiria eh, uamuzi wenyewe ungefanyika usiku wa jana. Miongoni mwa hao pamoja na mkuu wa mkoa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda. By leo, kwenye mkutano wa jukwaa la wanawake wa CCM pale Arusha alieleza kwamba alitarajia leo angetoa hotuba yake ya mwisho, isivyo na bahati kwamba leo amekwenda pale katika nafasi ambayo si tena mkuu wa mkoa. Mi naitwa Nordin Selemani, yangu matumaini siku yako imekwenda vyema, na leo tutatupia jicho hatua ambayo rais ameifanya wakati huu tayari akiwa ameshawasili kule Maputo chini Msumbiji kwa ajili ya sherehe za miaka hamsini za nchi. Studio, tumemwalika Saidi Msonga kuweza kutupia macho haya ambayo yamefanyika na kuzua eh, mjadala mkubwa huko eh, mitandaoni. Wakuu wa mikoa mikoa mitano miongoni mwa wale ambao wameondolewa kwenye nyadhifa hizo, akiwemo mkuu wa mkoa wa Songwe wa Kigoma Uh, Iringa, uh, pale Mbeya pamoja na Arusha ambao ni Tobias Andengenye. Yeye alikuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, Peter Serukamba alikuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Daniel Chongolo yeye pia alikuwa mkuu wa mkoa wa Songwe, Juma Homela alikuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na pale Arusha alikuwa Paul Makonda. Kwanza umeshtushwa na uamuzi ambao rais aliufanya na ulifanyika jana usiku usiku majira kama ya saa nne uh, kwa namna ambavyo taarifa ilitoka. Uh, wengi hawakuwa wametarajia, pengine walikuwa wanajua labda katika siku hizi za mwishoni mwishoni, na hasa ukizingatia kwamba Uh, ndani ya pengine siku moja ama mbili zijazo bunge litakwenda kuvunjwa mm. Kwa hivyo baada ya hapo walijua na, ndio muda hasa mwafaka wa kuweza kupulezwa kipenga hasa kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao hawa watendaji walioko katika nafasi za serikali wanaonekana wengi wao wanatoka katika chama hicho. Kwa hiyo ilitarajiwa kwamba labda wakati bunge linaelekea kuvunjwa ndipo na taarifa hiyo ingeweza kutoka ili na wao waweze kupata ile fursa ya kuweza kuitumia ile ratiba iliyotangazwa na chama chao, na ukiangalia kwenye ratiba yenyewe siku ni chache mno hmm, za kuweza kuchukua na kurejesha fomu. Lakini kama ulivyosema katika utangulizi wako, ni kwamba taarifa ni kama ilikuja ghafla bado, japokuwa kwamba tayari walikuwa pengine wenyewe wanafahamu, kwa kuwa tayari walikuwa wameelekezwa kwamba kwa, kwa watumishi wote ambao wanahitaji kuwania nafasi za kisiasa basi wanatakiwa wajiorozeshe na wapeleke taarifa zao na inaonekana walifanya hivyo mapema. Kwa hiyo walikuwa wanatarajia lingetokea, lakini lini lingetokea hilo ndo jambo ambalo wengi liliwacha na mshangao mm. Uh, kwa namna ambavyo umeangalia mabadiliko ambayo rais mm. ameyafanya, unadhani yote yanalenga tu wale watu ambao wanataka kwenda majimboni kuchuana huko ama rais pia ametumia hii kama fursa ya kupanga pia safu yake nyingine? Bila shaka hilo la pili ndo la maana zaidi, kwa maana ya kwamba uh, kulipojitokeza kwamba kuna mapengo yameibuka, lakini pia inaonekana ilikuwepo kiu ya muda kwa kuakisha ku, ku, ku, ku, kwamba kuna baadhi ya maeneo yanakarabatiwa na kuimarishwa, na unaweza ukaona kwamba uh, wako baadhi ambao wameondolewa ama kuhamishwa ama kuachwa katika nafasi zao, lakini pengine si miongoni mwa wale ambao wameweka dhamira za kwenda katika majimbo kwa ajili ya nafasi za, za, za uchaguzi wa kisiasa. Kwa hii inadhihirisha wazi kabisa kwamba pamoja na kwamba kulikuwa kuna hao ambao ilipaswa nafasi zao zizibwe, lakini pia wapo wengine ambao kwa namna moja ama nyingine, pengine namna utendaji wao ulivyokuwa Uh, ilikuwa inahitajika yafanyike mabadiliko. Kwa hivyo ilipotokea hii fursa ya kufanya haya mabadiliko ambayo yamefanyika hivi sasa ikaonekana kwamba ndio wakati mwafaka, pia na wale wengine ambao ilikuwa kwamba wafanyiwe hayo mabadiliko, basi wameweza kuunganishwa pamoja na hawa wengine. Hili liko wazi kabisa, na inavyoonekana kabisa kwamba mamlaka ya uteuzi katika kufanya maamuzi haya uh, iliweza kuangalia kwamba ni kwa namna gani ambavyo inaweza ikaisuka timu, kwa sababu kama unavyofahamu tunakwenda katika uchaguzi maanake kwamba ni lazima uwe na timu ambayo itakuwa inaendelea kufanya kazi za utendaji na kuhudumia wananchi katika umahiri mkubwa sana hasa katika kipindi hiki ambacho eh, wananchi wengi watakuwa wameshughulishwa na shughuli za uchaguzi, lakini pia huduma za kijamii na zile huduma za msingi ambazo wanapaswa kuzipata zinapaswa kuendelea kusimamiwa kikamilifu na watendaji wa serikali. Kwa hiyo nadhani Uh, mamlaka ya uteuzi imetumia hii fursa vizuri kuhakikisha kwamba inasuka na kuimarisha timu yake ya utendaji ili iweze kufanya kazi katika kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kuna ambao wanahisi kwamba uh, mamlaka ya uteuzi imechelewa kidogo ku, uh, kuwaondoa hasa wale ambao walikuwa na nia ya kugombea. Wakisema kwamba kuna wengine wametumia nafasi zao vibaya, wamewadhoofisha wale ambao wagombea wengine ambao wapo katika hiyo hiyo mikoa, nao naliona kwa jicho la uchambuzi hivyo hivyo. Uh, pengine ninaweza nikaliona kiutofauti kidogo, kwa sababu uh, kama nilivyosema hapo awali kwamba pengine mabadiliko haya yamefanyika kipindi hiki hasa kwa kuzingatia ratiba yenyewe ya Chama Cha Mapinduzi, ambao hawa watendaji wengi wanatokea kwenye chama hicho kwa sababu ni hivi, siku chache zijazo ndio pazia la kuchukua fomu na kurejesha litafunguliwa. Nadhani hapo ndipo palipolengwa zaidi. Lakini kuhusu kwamba baadhi ya, ya, ya hao watendaji walizitumia vibaya nafasi zao, inaweza ikawa ni tafsiri ambayo nayo haiwezi ikakosa uhalisia kwa kiwango fulani, kwa sababu uh, tulishashuhudia piga ni kupiga zilianza katika baadhi ya majimbo, ukiona baadhi ya watendaji walikuwa wakisigana na baadhi ya wabunge katika baadhi ya maeneo kwa hiyo ilianza kuonyesha viashiria vya wazi kwamba kuna nia ambayo watu wanahitaji kufanya, na wakati mwingine eh, watu walitumia zile nafasi zao kuweza kuhakikisha kwamba wanaonyesha kwamba ni mahiri katika eneo la kiutendaji kuliko wale ambao walikuwa na nafasi hii, na hii iliibua jambo jingine katika mjadala, kama ambavyo mada yetu yenyewe inazungumzia mjadala, kutokana na hii pangua panga iliyofanywa na Mheshimiwa Rais kwamba watu sasa walianza kufikiria kwamba wakati mwingine kwa nini watu ambao wanapata nafasi za uteuzi mm-hmm, ili kuhudumia jamii wanaamua kuzikacha kuziacha hizo nafasi na kukimbilia katika nafasi za, za kisiasa za uchaguzi. Hapa ndipo ambapo wengi wamekuwa wakijadili kwamba kama lengo ni kuwahudumia wananchi na umeshateuliwa ukapewa nafasi tena na, na mamlaka ya juu kabisa kwa maana ya mm-hmm, Mheshimiwa Rais akakuteua kwamba wahudumie wananchi katika eneo fulani. Kwa nini unaacha yale majukumu, alafu tena unaenda kuomba majukumu mengine ya kutaka kuhudumia wananchi tena, pengine kwa kiwango kidogo zaidi, kwa sababu ukiangalia, kwa mfano, hawa wakuu wa mikoa ambao wametajwa kwamba pengine wana nia za kwenda majimboni ukiangalia kwa nafasi yake kama mkuu wa mkoa pengine chini yake kulikuwa kuna hata majimbo ya uchaguzi mpaka nane, yanaweza yakafika sita mm -hmm. saba nane mm -hmm. kwa hiyo ya alikuwa na wabunge nane wako chini yake. Kwa hiyo yeye kiutendaji alikuwa anahudumu katika eneo pana zaidi kuliko la wale wabunge. Sasa kwa nini analiacha lile eneo pana alafu anakwenda kuhudumu katika eneo dogo zaidi? Sasa hii imewafanya baadhi ya wananchi wengine wawe na maoni tofauti. Wako wanaodhani kwamba labda pengine maslahi ndo yanaowavuta zaidi kuelekea upande huu kwa sababu inafahamika wazi pengine masilahi anayoyapata mbunge ni manono zaidi kuliko pengine ya hizi nafasi. Kwa hiyo kwa msingi huo, baadhi ambao wanaamua kuziacha hizi nafasi na kuhamia huku mm, malengo yao yanakuwa pamoja na kwamba wanayo haki ya kikatiba na kisheria uweza kuwania hizi nafasi za kiuchaguzi lakini, inawezekana nyuma yao kuna msukumo fulani wa kuangalia ni namna gani ambavyo wanaweza wakapata maslahi mazuri zaidi na manono zaidi kuliko katika nafasi walizokuwa nazo. Kwa hiyo ni mjadala ambao upo miongoni mwa wanajamii, hasa katika kuangalia ni kwa namna gani watu ambao wamepewa nafasi za uteuzi kwa kuwahudumia wananchi wanaamua kwa hiari kuzikacha hizo nafasi alafu wanaenda kuziomba tena nafasi za kuwahudumia wananchi katika namna tofauti. Kuna baadhi wanaonekana kwamba hii sio mara yao ya kwanza kukacha nafasi ambazo walipewa za uteuzi kuamua kwenda majimboni na kukosa. Kuna wengine tu walikuwa tu majimboni wakakosa, utetea nafasi, baadaye mamlaka ya uteuzi ikawaona. Ukiwaweka kwenye mizania kwa sasa na msuli ambayo wanayo baada ya kuongoza mikoa unahisi bado wana nafasi hiyo hiyo ya kutoshereza kurejea katika hayo majimbo ambayo watu wengine wamejikita mizizi? Haswa nadhani kitu cha msingi zaidi ni, ni, ni, ni haki itendeke katika michakato yenyewe ya kuwapata wale wagombea ambao watakuwa wamepitishwa, kwa sababu tunafahamu katika mchakato ambao kwa, kwa, kwa, kwa maana ya Chama Cha Mapinduzi ambacho hawa wengi wao ndiko wanakotokea, kwa maana ya kwamba kuna kamati zile za mchujo ambazo ukiangalia katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni mgombea mwenza pengine katika nafasi ya uraisi eh, Dr. Emmanuel Nchimbi amekuwa akisisitiza sana kwamba hizi kamati zifanye kazi kwa haki na weledi wa hali ya juu sana, safari hii pengine kuliko wakati mwingine wowote wa. Lakini pia tunafahamu chama chenyewe cha Mapinduzi kimefanya maboresho katika taratibu zake za kuweza kupata hawa wagombea, ikiwemo hata kuongeza idadi ya watu ambao wanaweza kuhusika katika suala la kumpata mgombea. Kwa hiyo hii kitu inaweza ikawa, ikawa, ikawa ni changamoto kubwa kwa maana ya kwamba Uh, wanapoacha hizi nafasi na kwenda kuwania hizo nafasi za kiuteuzi, ili waweze kuchaguliwa katika kura za wananchi, maanake wajue kwamba utaratibu ulioko kule ni tofauti na ule ambao ulikuwepo siku za nyuma. Kwa hiyo kwa msingi huo, wanapaswa na wao pia wajiandae kik, kikamilifu kuhakikisha kwamba wanakabiliana na hali ambayo watakwenda kukutana nayo, hasa ambapo inaonekana wazi wanachama wa Chama Cha Mapinduzi kwa kiwango kikubwa wamepanuliwa wigo wa kushiriki katika maamuzi ya kuwapata hawa watu. Kwa hiyo kama haki itatendeka vizuri, basi tunatarajia kushuhudia pia mchuano mkali sana katika nafasi za amini kura za maoni ndani yenyewe ya Chama cha Mapinduzi ili kuweza kupata wale wagombea wao kuanzia hizo ngazi za chini ambako idadi kubwa ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi wamepewa fursa hmm, ya kuweza kuwapitisha hao wagombea. Lakini hata wale watatu watakaofanikiwa kufika katika vyombo vya kimaamuzi bado kutakuwa kuna chekeche la mwisho ambalo ndo litakalo kwenda kuchuja na kumpata yule ambaye anastahiki kuweza kupeperusha bendera ya chama katika jimbo husika. Kwa hiyo si kazi ndogo, ni kazi pevu. Sasa itakapotokea kwamba ulikacha nafasi na umekwenda katika mchakato na imeshindikana, hapo kwa kweli hakuna wa kumlaumu isipokuwa kujilaumu mwenyewe, kwa sababu ulikuwa una fursa zote za kuendelea kuwahudumia wananchi, lakini inawezekana kwa namna moja ama nyingine umejikuta umeipoteza fursa hiyo mm. Uh, moja ya jambo wakati ukieleza uki, uki, mjadala ambao upo watu wanasema maslahi ndio kitu ambacho kinawavutia zaidi hawa uh, wateule wengine kuacha nafasi ambazo wamepewa na uh, mamlaka ya uteuzi ambao ni Rais na kwenda kwenye hizi nafasi za kisiasa na hasa nafasi ya ubunge. Wengi hatuoni wakienda kwenye udiwani. auoni ile chambo ya kutamani uwaziri nayo inaweza ikawa ni sehemu ya wengi kuvurugikiwa na kuona kwamba kama sasa natawala mkoa nikiwa waziri nitakuwa ni wa nchi nzima mimi. Na sio tu chambo ya uwaziri, katika upande wa mjadala kwa wananchi unakwenda mbali zaidi ya hapo, kwamba inawezekana kuna wengine mawazo na ndoto zao ni kubwa zaidi hata ya nafasi ya uwaziri. Kwa hiyo ili waweze kufikia zile ndoto na, na, na, na matarajio yao wanaona kwamba njia pekee ya kupita ni lazima kwanza uingie katika bunge, alafu baadaye ukifanikiwa uweze kufika katika nafasi ya uwaziri, lakini si kuishia hapo, pengine katika siku za usoni waweze kufika mbali zaidi katika na, zaidi ya nafasi hiyo. Kwa hivyo ni sehemu pia ya jambo ambalo wananchi wamekuwa wakilijadili na kuona kwamba swala la maslahi ni jambo ambalo linakuwa lina msukumo wa kwanza, kwa maana ya kwamba wanaona ni njia ambayo inaweza ikakuweka katika nafasi nzuri zaidi, e, kimaslahi kwa maana ya kwamba malipo yake yanakuwa ni mazuri zaidi katika nafasi ya ubunge, lakini ikitokea umekuwa waziri, maana yake maslahi yanaongezeka, na ikitokea kwamba uh, unajipanga kwa kuwa na ndoto ya kuwa kiongozi mkubwa zaidi hapo baadaye maanake ni kwamba maslahi pia yataendelea kuwa manono zaidi katika siku za usoni. Kwa hiyo kwa msingi huo, wako wananchi ambao wanawatafsiri hawa watu ama wagombea ama viongozi ambao wanaonyesha hizi nia katika mitazamo kama hiyo, na katika tafsiri zao wako ambao wanaona kwamba ni haki yao, lakini wako pia ambao wanatilia mashaka, kwa sababu wanasema inapotokea kiongozi ukawa unaonyesha viashiria vya namna hiyo kwamba una, una, una pupa ya kutaka kupata jambo fulani kwa, kwa kiu sana, inawezekana pia ukawa unatumia njia zisizo sahihi ili kuweza kutimiza zile ndoto zako, na katika mazingira kama hayo ndipo ambapo inaweza ikaleta matatizo na shida hapo baadaye. Lakini tunafahamu ama wengi wanafahamu kwamba swala la uongozi ni swala ambalo huwa linatokea kulingana na taratibu zilizopo, lakini pia huwa kuna, kuna karama za kutoka kwa Mwenyezi Mungu hmm. Kwamba wale ambao wanabahatika kuandikiwa kwamba watapata hizo nafasi huwa wanazipata hata wakati mwingine bila kutoa jasho lolote. Lakini kwa mtu ambaye anaonekana ana kiu ya kupata nafasi fulani kubwa, basi wakati mwingine ndio huwa inaonekana anacheza cheza rafu za hapa na pale, akikanyaga wenzie ili kuweza kufikia zile ndoto zake. Sasa kwa wananchi wa kawaida, huwa wanaona kwamba viongozi wa namna hiyo wakati mwingine wanakuwa wana mashaka nao kwa maana ya kwamba wanaona kwamba uh, wanafikia ndoto zao, lakini katika njia ambazo zinaacha maumivu kwa wengine mm. Kwa jicho la kiuchambuzi, iwapo wale ambao walishajikwaa kwenye nafasi kama hizi ambazo bado wana matamanio nazo za kisiasa na kuacha zile ambazo za mamlaka ya uteuzi wakarudia tena hali kama hiyo uh, wewe unadhani una nini ambacho sasa unapaswa kukifanya? Ah, jambo la msingi nadhani sio tu wao, lakini mamlaka yenyewe ya uteuzi ni, ni vema ikafata ika, ika, ika ile falsafa ambayo aliitumia hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ye aliwambia wazi kabisa kwamba nimekupa nafasi na wala hutakiwi uwe na kiu na nafasi nyingine, na kama itatokea umeamua kuhama basi umehama kwa hiari yako. Sasa hakikisha unafanikiwa, lakini ikitokea hujafanikiwa, basi ujue na mimi pia tutakuwa tumeagana na kweli, kuna baadhi ambao walijikuta wako nje ya mstari kwa muda mrefu eh? kutokana na maamuzi ambao walikuwa wameyafanya. Sasa kama itatokea kwamba kuna watu waliwahi kujikwaa huko nyuma katika mazingira kama hayo, na baadaye ikatokea bahati wakapata fursa tena ya kuweza kuaminika na kuweza kupewa nafasi za uteuzi alafu pia wakaamua kuzikacha kwa mara nyingine na ikatokea sasa kwamba hawakufanikiwa, sasa hapo litakuwa ni jukumu la mamlaka ya uteuzi pale ambapo linapokuwa inafanya majukumu yake iweze kuangalia kabisa kwamba je, na yenyewe inapaswa kuendelea kuwaamini kwa kuwapa nafasi muhimu zaidi kama hizo watu ambao wakati wowote ule, kukitokea mazingira ambayo yanaonekana kwamba pengine yana maslahi ambayo yanaweza yakatimiza ndoto zao kwa haraka, basi wanawe, wako tayari hata kuachana na ile imani ambayo mamlaka ilikuwa imewapa na kuamua kujipambania wenyewe ili waweze kuvizifikia ndoto zao, kwa sababu wananchi wanachokihitaji siku zote ni viongozi bora ambao watakuwa wana matokeo kwa kutatua changamoto ambazo wananchi wanazo. Na hili unaweza ukalifanya ukiwa mahala popote, unaweza ukalifanya ukiwa mkuu wa wilaya, unaweza ukalifanya ukiwa mkuu wa mkoa, unaweza ukafanya ukiwa mbunge, unaweza ukafanya ukiwa waziri. Kwa hiyo nafasi yoyote ambayo unaaminiwa na ukaipata ya kuwatumikia wananchi unatakiwa uwatumikie kwa kadri ya upeo wa juu kabisa wa uwezo wako kuwapa matokeo yale ambayo wananchi wa kawaida wanayatarajia, na kwa kufanya hivyo utakuwa umetimiza ule wajibu wako na utakuwa kwa kweli umeisaidia pia nchi yako na jamii yako kuweza kupiga hatua mbele ya kimaendeleo. Hilo ndilo jambo ambalo watanzania wengi wangependa kuliona linakuwa katika mioyo na spirit za viongozi wao. mm. Uh, kwa ufuatiliaji wako wa mambo na ukipiga darubini kwamba tarehe ishirini na uh, saba uh, rais atavunja bunge uh, pale Dodoma Ijumaa, Jumamosi tarehe ishirini na nane ikaeka ndani ya Chama Cha Mapinduzi zitaanza za kuchukua na kurejesha fomu kwa wagombea wa udiwani, uwakilishi na ubunge mpaka pale tarehe mbili uh, kwa namna ambavyo unaangalia Rais, Uh, mkeka wake wa mwisho na tusishuhudie tena mkeka mwingine hadi baada ya uchaguzi ama kukaibuka tena mwingine hapa katikati. Uh, kwa kweli muda bado tunao kwa sababu ukiangalia hivi sasa tuko mwezi wa sita, hmm. Na uchaguzi unatarajiwa mwezi wa kumi mwishoni, kwa hivyo, kwa kipindi hiki cha miezi mitatu hadi minne hatuwezi kuondoa uwezekano wa lolote kutokea, kwa sababu mamlaka ya uteuzi bado inaendelea kuwa na mamlaka yake ya uongozi wa nchi mpaka pale ambapo muda mwafaka utakapofika, aidha wakukabidhi kwa mamlaka nyingine, au kupata fursa ama ridhaa ya Watanzania kuweza kuendelea na mamlaka iliyopo. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, wakati wowote, endapo litatokea jambo ambalo litaishawishi mamlaka ya uteuzi kuona kwamba ipo haja ya kuchukua hatua za kufanya mabadiliko kwa watendaji, basi haitosita kufanya hivyo, na tunaamini kwamba inaweza ikafanya hivyo wakati wowote, bila kujali kwamba muda utakuwa umebaki mdogo zaidi kabla ya kuelekea katika uchaguzi, kwa sababu pamoja na kwamba ni tukio muhimu la uchaguzi tunafanya na ni tukio kubwa kama taifa, lakini pia swala zima la uongozi wa nchi lazima linaendelea kuwa chini ya udhibiti kwa muda wote mpaka pale ambapo taratibu za kikatiba zitakapokuwa zinaruhusu itokee vinginevyo, endapo ridhaa ya wananchi itakuwa imekuja tofauti na vile ambavyo taratibu za kikatiba zinavyoelekeza. Lakini kama wananchi wataamua kuendelea na mamlaka iliyopo hivi sasa maanake bado ile mamlaka itaendelea kuhudumu mpaka pale ambapo itakabidhiwa ita, ita pia mwendelezo wa kuendelea. Lakini kama wananchi hawataridhia mamlaka iliyopo sasa isiendelee, na, na, basi ni mpaka pale ambapo itakapokabidhi yale mamlaka kwa mamlaka nyingine. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kama nchi kama taifa, lazima tuendelee shughuli za utendaji, lazima ziendelee shughuli za huduma kwa wananchi, lazima ziendelee, na kama kutatokea la kutokea ambalo litahitajia mamlaka ichukue maamuzi yake, basi haitosita kufanya hivyo. Mm. Kwa kuwa mabadiliko haya pia yanaendana na kile ambacho uh, Chama cha Mapinduzi wanatarajia kukianza siku ya Jumamosi uh, ukiuangalia mchuano wa safari hii na majina ambayo yanaamua kujitosa kwenye nafasi mbalimbali ikiwemo za kuwania ubunge, kinyang'anyiro chenyewe unakionaje mbele ya wajumbe? Kwa kweli kitakuwa kinyang'anyiro kikali kwa sababu ya mazingira yenyewe ya, ya, ya uchaguzi yanavyokwenda kufanyika, lakini pia Uh, mikakati ambayo Chama cha Mapinduzi imekuwa ikifanya kuhakikisha kwamba walau katika uchaguzi wa mwaka huu wanapata wagombea ambao watakwenda kukuwa msaada kwa wananchi kwa sababu hiyo ndio malengo ambayo ukimsikiliza katibu mkuu wa, wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Emmanuel Nchimbi kwa muda mrefu amekuwa akiweka msisitizo kwamba wanahitaji kuwa na watu ambao watakuwa wanasaidia wananchi kutatua kero zao. Na hili pia hata mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa nchi nalo amekuwa akilisisitiza kwamba eh, lazima wale watu ambao watakaochaguliwa kuwania nafasi ndani ya Chama cha Mapinduzi, basi wao wenyewe wajitathmini kwanza, kabla ya kwenda kuziomba zile nafasi kwamba tuna kivi E, hitaji la wananchi kuona kwamba tunafaa kuwatatulia changamoto zao. Kwa hiyo hao ndio watu ambao Chama cha Mapinduzi kinawahitaji katika uchaguzi huu unaokuja kwao. Kwa msingi huo, tunaona kuna wimbi kubwa la watu ambao watakaojitokeza kuwania hizi nafasi, na kwa maana hiyo basi e, mchakato utakuwa kidogo ni mgumu kwa sababu e, ya ile wingi wa watu ambao watakaokuwa wamejitokeza, lakini pia a, ile shauku ya kuona kwamba haya mabadiliko ambayo Chama Cha Mapinduzi kimeyafanya katika taratibu zake za ndani za kuweza kupata wagombea ni kwa namna gani ambavyo watu wataendana nayo ili kuhakikisha kwamba wanafanikiwa katika kushinda hizo nafasi za uongozi. Kwa hiyo lazima na joto litakuwa li ni kubwa zaidi, kwa maana ya kwamba wahusika wenyewe wa kuhakikisha kwamba wagombea hawa wanapatikana, idadi yao imekuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata harakati zenyewe za kuwafikia nazo zitakuwa ni kubwa zaidi, na hii ndio ambayo itasisimua na kuchechemua kidogo hizi harakati kwa ajili ya kuelekea kupata wagombea ndani ya chama hiki hmm. Uh, ukiwa kama mfuatiliaji wa mambo ya siasa na mchambuzi hapa nchini, unahisi kinyang'anyiro kigumu zaidi kwa sasa kitakuwa wapi ndani ya Chama cha Mapinduzi ama watakaopenya na kwenda kuwakilisha ama kuwania hizo nafasi kwa niaba ya chama? Nadhani kwa mazingira ya sasa ya na mwelekeo wa siasa tulionao kwenye nchi yetu kwa hivi sasa pengine kinyang'anyiro kikubwa zaidi kitakuwa ni ndani ya chama chenyewe cha Mapinduzi, kwa sababu nje ya chama cha Mapinduzi, kwa maana chama cha Mapinduzi kinapoenda kukabiliana na vyama vingine joto lake linaweza lisiwe kubwa sana, hasa ukizingatia kwamba uh, chama kikuu cha upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, kimeweka msimamo kwamba hakitashiriki uh, uchaguzi huu mpaka pale ambapo baadhi ya hoja zao ambazo wameziibua zifanyiwe kazi kwa maana kwamba maboresho ya sheria zenyewe za uchaguzi na kadha wa kadha. Kwa hiyo kwa msingi kama huo, ni kwamba uh, ni chama ambacho uh, hakuna mtu ambaye anaweza akabeza kwamba kina ushawishi mkubwa miongoni mwa, mwa, mwa, mwa wananchi nchini Tanzania. Kukosekana kwake katika uchaguzi maanake kunaweza kukapunguza uh, zile hekaheka heka za uchaguzi, kwa maana ya kwamba Chama cha Mapinduzi kukabiliana na washindani wake kisiasa, ingawa vyama vilivyobakia kwa maana Uh, vyama kama ACT Wazalendo, Chama cha Wananchi Kafu, NCCR Mageuzi ni vyama ambavyo vimeshakuwa na uzoefu wa kushiriki chaguzi na vinakwenda katika uchaguzi huu pia vikiwa vinafahamu kwamba uh, kiongozi katika upande wao, kwa maana chama cha demokrasia na maendeleo hakitakuwepo, hiyo kutakuwa kuna pengo. Kwa hiyo vyama hivi vyote sasa vimejipanga kimkakati kuhakikisha kwamba na vyenyewe vinaliziba lile pengo ambalo limeachwa wazi na Chadema. Kwa hiyo kwa msingi huo ni kwamba na vyenyewe vimejipanga kimkakati kuhakikisha kwamba vitakipa ushindani mkubwa Chama cha Mapinduzi. Sasa, mm, ni kwa namna gani itakavyokuwa ni namna ambavyo wao watakavyojipanga kuhakikisha kwamba kweli wanafanikiwa kuliziba hilo pengo ambalo limejitokeza kutokana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema kuonekana bado hakijaweka wazi kwamba kitashiriki ama hakitashiriki, lakini viashiria ktasik viku... Viko vingi kabisa kwamba pengine wanaweza wasiwe sehemu ya mchakato huo. Maneno ya kwake Saidi Msonga, mchambuzi wa maswala ya siasa, ambaye tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo. Tulikuwa tukipiga darubini uteuzi ambao ulifanywa na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan usiku wa jana, ambao pia umeondoa wakuu wa mikoa watano. Na hii ilikuwa ni mwendelezo wa kile ambacho rais alisema, wale wote ambao wanataka kuwania nafasi za kisiasa wajiorodheshe, waondolewe ili kusiwe na ombwe la uongozi, wapatikane watendaji wapya, na kitu ambacho alikifanya jana, na sasa wale wateule wanatarajia tu kuapishwa na kushika nafasi hizo kuendelea eh, kuchapa kazi. Nikushukuru sana Msonga. Asante na nashukuru. Naam, na kwa nukteno nafikia tamati ya uchanganuzi hii leo mimi naitwa Nordin Selemani, yangu matumaini ya kwamba tumekuwa sote, na nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na usiku mwema kwako.